Karibuni katika makala hii inayozungumzia matukio matatu hivi yanayohusiana na kinachoendelea ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Tukio la kwanza lilijiri tarehe nane ya mwezi huu ambapo ilikuwa ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na uh, baraza la wanawake wa Chadema Bawacha liliadhimisha siku hiyo jijini Dar es Salaam ambapo mgeni rasmi mgeni wa heshima alikuwa Mheshimiwa Tundu Lissu mwenyekiti wa taifa wa Chadema. Um, matukio mengine mawili ya msingi ni moja, lilijiri kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram na jingine katika mtandao wa kijamii wa X zamani, Twitter. Lakini kabla ya kuingia katika kwa undani katika kujadili matukio hayo na significance yake nitumia fursa hii kuwashukuru nyote mnayotembelea channel hii. Ni wakaribishi wale ambao mnatembelea kwa mara ya kwanza. Endapo ujafanya hivyo na ikupendeza, unaweza kusubscribe, lakini pia unaweza kuweka notification on ili kila video mpya itakapowekwa hapa uweze kufahamishwa. Kadhalika, channel hii ambayo sasa inajulikana kama Jasusi TV licha ya habari hii za siasa pia na habari za kitaifa, kimataifa, intelijensia, chambuzi na pia kuna kozi hapa. Kwa hiyo unapotembelea channel hii licha ya kuhabarika pia unapata fursa ya kuelimika. Baada ya utangulizi huo, nielekee sasa kwenye mada husika, na mada yenyewe ni kwamba kuna matukio kadhaa ambayo yanahusiana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Um, na sio tu kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bali yanaashiria nini kinachoendelea ndani ya chama hicho, aidha hadharani au faraghani. Na tukio la kwanza ni lililojiri tarehe nane ya mwaka huu ambayo ilikuwa ni siku ya ni maadhimisho ya siku ya wanawake duniani na baraza la wanawake wa Chadema Bawacha lilifanya shughuli jijini daa ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Tundu Lissu. Sasa kuna kipengele kidogo tu ambacho nitakiongelea, sio shughuli nzima hiyo iliyofanywa na Bawacha, lakini kipengele hiki kimezua haya matukio mengine ambayo nitakuja kuyaongelea katika makala hii, na ni hotuba iliyotolewa na katibu mwenezi wa Bawacha, anaitwa Sigrada Mligo. Nitaisoma kwa kifupi tu. "Lakini mheshimiwa mwenyekiti, nitakuwa sio mwingi wa fadhila nisipomtambua mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, mheshimiwa Freeman Aikaeli Mbowe, baba yetu. Ndiye aliyetupa jeuri hii, ndiye aliyetupa ukuu huu. Mheshimiwa mwenyekiti nakuomba sana utambue kwamba baraza hili ndilo litaongoza mabadiliko ya nchi hii. Makamu mheshimiwa John Heche, endelea kunisaidia, endelea kunishauri, hii vita tunahitajiana wote. Baba yangu mwamba, endelea kupumzika, umefanya mengi na mheshimiwa Lissu anatambua hilo. Kwa hiyo ukisikiliza juu juu hii hotuba unaweza kudhani haina tatizo, lakini ina matatizo kadhaa. Kwanza Um, katika hotuba yake huyu katibu mwenezi wa Bawacha anadai kwamba mheshimiwa Mbowe ndiye aliowapa jeuri hiyo, yaani aliyowapa Bawacha jeuri hiyo na ndiyo aliyowapa ukuu huo. Hili si kweli, kwa sababu kama Bawacha imepewa jeuri au imepewa ukuu, ni kutokana na Chadema kwa ujumla, malezi ya uongozi mzima wa Chadema, pamoja na mheshimiwa Mbowe, mheshimiwa Lissu na viongozi wengine na wanachama kwa ujumla ndio wamefikisha Bawacha hapa ilipo, lakini si mtu mmoja. Kwa sababu hiyo, ni sawa kuitoa Chadema hapa ilipo sasa hivi ambapo inaendeshwa kama taasisi na kutaka kuirudisha kule nyuma ambako ilikuwa inaendeshwa kama taasisi ya mtu mmoja. Sawa, pili, anasema kwamba mheshimiwa, naomba utambue kuwa baraza hili ndio litaongoza mabadiliko ya nchi hii. Kweli, Bawacha kama zilivyo taasisi nyingine za vyama vya siasa litashiriki watashiriki katika hayo mabadiliko kusudiwa, lakini si kweli kwamba Bawacha pekee ndiyo itakayoongoza um, mabadiliko hayo kwa sababu kuna Bawacha, kuna Bavicha, kuna Bazecha na Chadema kwa ujumla ndio atakaoshiriki katika kuleta hayo mabadiliko kusudiwa. Kadhalika, kuna utovu wa nidhamu hapa kwa sababu huyu anasema kuwa anamwambia Mheshimiwa Heche ambao ni makamu wa mwenyekiti wa Chadema Taifa kwamba amsaidie na aendelee kumshauri. Iweje katibu mwenezi wa Bawacha ahitaji ushauri kutoka kwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa? Huu ni utovu wa nidhamu. Na anamalizia kwa kusema kwamba baba yangu mwamba, yani mheshimiwa Mbowe, endelea kupumzika, umefanya mengi na mheshimiwa Lissu anatambua hilo. Kwa hiyo hii huhitaji kuwa mjuzi sana wa mambo kutambua kwa hii huu ujumbe haukupaswa kuwepo hapa, kwa sababu Bawacha walipofanya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ambapo mgeni rasmi alikuwa mheshimiwa rais Samia Suluhu Hassan. Shughuli nzima ilikuwa ni kuhusu mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mpaka wakampa na zawadi. Kwa hiyo ilitarajiwa pia shughuli hii ambayo mheshimiwa Lissu ndio alikuwa mgeni rasmi basi iwe ni kwa ajili ya mheshimiwa Lissu na sio viongozi waliopita, kwa sababu wao washaenziwa mara kadhaa huko nyuma. Lakini hili tukio, hizi kauli za huyu katibu mwenezi wa Bawacha zilipelekea mambo mengine kama utakavyoona katika, uh, katika makala hii. Uh, moja ni kwamba kada maarufu wa Chadema uh, Godlisten Malisa uh, siku hiyo ya tarehe nane aliandika makala ndefu huko kwenye mtandao wa kijamii wa Instagram. Sasa siwezi nikaisoma yote kwa sababu ni ndefu, lakini kuna paragrafu ya mwisho ndio imegusa imebeba ujumbe wote, yaani yeye alichoanza ameandika huko vitu vingine, lakini ujumbe mzito kauweka mwishoni mwa hiyo posti yake yani. Hii nitakusomea anasema: Chadema ni mwalimu wa demokrasia kwa vyama vingine, baada ya uchaguzi kumalizika, makundi yamevunjwa, chama kinajengwa, na hilo limedhihirishwa lime, na katibu mwenezi wa Bawacha wakili msomi Sigrada Mligo ambaye alieleza jinsi Freeman Mbowe alivyofanikisha kongamano lao Sigrada alisema Mheshimiwa Mboe, Sigrada alisema Mboe ndiye aliyetupa kiburi cha kukaa Mlimani City, kutokana na mchango wake, maneno ambayo yalimfanya kila mtu kushangilia akiwemo mwenyekiti Lissu. Japo Sigrada hakutaja mchango wa Mboe ni kiasi gani, lakini wapo wanaodai alilipia ukumbi shilingi milioni 35, wengine wanasema alitoa shilingi milioni 50. Kwa hiyo ndio post hiyo kwa ujuma alokuwa ameandika na posti hii ikajibiwa um, posti hii ikajibiwa kwanza na Hilda Newton, mmoja wa viongozi waandamizi wa Chadema, na Hilda ameandika posti mbili. Ya kwanza aliandika kama ya jumla tu, nitakusomea alichoandika. kuna mjadala na jitahidi, kuna mjadala anajitahidi sana kuikwepa lakini haikwepeki. Nimesoma mahali kuna mtu kaandika kwamba tukio la jana la Bawacha bila Mheshimiwa Mbowe lisingefanyika. Kaenda mbali zaidi akas, anasema Katupa Bawacha shilingi milioni hamsini ya kulipia ukumbi wa Mlimani City. Mimi nilikuwa sehemu ya kamati ya maandalizi ya tukio la jana na ki, kila kitu mlichokiona ni michango yetu Bawacha na wadau wetu ambao waliamua kutushika mikono pamoja na viongozi wetu wakuu wa chama. Hakuna mtu ambaye hatambui mchango wa Mheshimiwa Mbowe katika hiki chama, ila ukweli lazima usemwe. Kwenye tukio la Bawacha la jana, Mheshimiwa Mbowe hajatuchangia hata senti moja. Lakini Hilda kaenda mbali zaidi baadaye akamvaa Malisa na akaandika posti kwenye mtandao wa kijamii wa X zamani Twitter, kwamba Kamanda Malisa, kwa hiyo kama mwenezi wa Bawacha ka taifa akasema uongo, na wewe unaungana naye kutudanganya umma. Kwa nini mnalazimisha ionekane kwamba mheshimiwa Mbowe amechangia pesa ya kulipia ukumbi wa Mlimani City wakati hajachangia hata mia mbovu? Mnataka kuachieve ni nini kwenye huu uongo? Sasa sio vigumu kuelewa nini ambacho inatafutwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hili swala. Kinachotafutwa ni kuonyesha kwamba uh, Mheshimiwa Mbowe kwa sababu, huko nyuma, moja ya sababu wakati wa kampeni za uchaguzi ilikuwa inaelezwa kwamba umuhimu wa Mheshimiwa Mbowe ni kutokana na mchango wake kifedha, anatoa fedha zake mfukoni. Kwa hiyo hili tukio, endapo ameweza kutoa shilingi milioni thelathini na tano au hiyo milioni hamsini na kuliwezesha, inamaanisha kwa upande mmoja, yeye ni mtu muhimu kifedha, kwamba Chadema bila Mheshimiwa Mbowe na fedha zake itapata shida lakini upande wa pili ni kama kujenga um, picha sio nzuri, kwa sababu Mheshimiwa Lissu na uongozi wake labda wameshindwa kuweza kugaramia tukio kama hili na hivyo kulazimika Mheshimiwa Mbowe atoe ya fedha yake mfukoni ya kuweza. Lakini kwa mujibu wa maelezo ya Hilda kwamba Mheshimiwa Mbowe hakutoa chochote katika shughuli hiyo, na hata kama angetoa mchango huo usikuzwe zaidi ya michango ya watu wengine, na kama ametoa labda amejisikia kufanya kitu fulani, anaweza kupongezwa kwa sababu ni mwanachama wa chama. Kwa, kwa hii ni changamoto ambayo nadhani Chadema wanaendelea kuipitia, lakini aa, kitu kizuri ambacho kwangu nimeona kimefanyika ni hii hatua aliyochukua Hilda, ambayo nachukulia kama ni tafsiri ya uongozi mpya, kwa sababu Hilda ni watu ambao wanamuunga mkono mheshimiwa Lissu kuwavaa hadharani hawa wanaotoa taarifa za kupotosha, kwa sababu uongo usipokemewa una tabia ya kugeuka kwa ukweli. Kwa hiyo ni matumaini kwamba Chadema huko mbele wataendelea kushikamana, kwa sababu adui yao ni mmoja. Basi mimi nawashukuru kwa kusikiliza makala hii. Tutakutana katika makala nyingine. Asanteni na kwaherini.